Nam, siku mbili baada ya kujiunga rasmi na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kujivua wanachama wa CCM, waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa leo hii amechukua fomu ya kuonea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika ofisi za makao makuu ya Chadema jijini Dar es Salaam, huku wakiwahidi wanachama kuwa ile ahadi ya kuingia Ikulu imetimia. Mwandishi wa Azam TV Haji Bwegege ana taarifa zaidi. ni mwendo wa saa sita mchana akiwasili hapa makao makuu ya Chadema huku umati wa wanachama ukiwa umemzunguka kwa furaha kubwa. <coughs> haikuwa rahisi hata kidogo kuwatoka wanachama hawa, lakini alifanikiwa kuingia ndani na shughuli ikaanza. Lakini jambo kubwa aliloshangazwa nalo Lowassa ni na minongono ya watu, kwa nini amehama CCM na kuhamia Chadema. Wachambuzi wa mambo wanawaneshambulia, kwa nini nimejiunga na Chadema? ni mlako wa madaraka, wanapoteza muda, hawataniumbisha mimi. <coughs> ningependa kuambia, ninatekeleza maelekezo ya mwenyekiti wa taifa marehemu Mwalimu Julius Nyerere. Kwa vipi? Alisema Watanzania wanataka mabadiliko, wasipoyapata ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Mimi nimeridhika kwamba ndani ya sisi mabadiliko hayo hayawezekani kupatikana. Baada ya hatua hiyo ya kuchukua fomu, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe akatoa taarifa ya vikao vikuu vya chama. Siku ya tarehe tatu tutakuwa na mkutano wa baraza kuu la chama la taifa. Tarehe nne mwezi wa nane ndiyo siku ya mkutano mkuu ambao utapitisha rasmi jina la mgombea urais na mgombea mwenza. Mkutano mkuu huo utapitisha rasmi ilani ya uchaguzi itakayotumiwa na chama chetu na hatimaye na umoja wetu wa Ukawa. Sintofahamu imetawala miongoni mwa wanachama wa Chadema juu ya katibu mkuu wa chama hicho Dr. Wilbrod Slaa kutoonekana katika shughuli mbalimbali za kichama. Kulikoni? utafiti wa kamati kuu ulihusisha viongozi wote wakuu wa chama hiki pamoja na wajumbe wa kamati kuu ya chama na wajumbe wa sekretariat. Naposema viongozi wakuu, nina maana utaratibu uliotumika kumpata Mheshimiwa Lowassa ulimshirikisha katika hatua zote: mwenyekiti wa chama taifa, katibu mkuu makamu wenyeviti wote wawili wa chama, manaibu makatibu wakuu wote wawili na wajumbe wote wa kamati kuu ya chama. Wanachama nao wakawa na neno juu ya kutoonekana kwa katibu wao mkuu Dr Wilbrod Slaa katika vikao mbalimbali vya chama. Kwenye kazi ya siasa kila mtu inawezekana anafanya majukumu mengine ya kichama, hatujapata taarifa, inawezekana hayupo katika maeneo haya kwa sababu ya shughuli zingine za kichama, si kwa sababu haungi mkono jambo hili. Hapana, ni kwa sababu ya kugawana majukumu. CHADEMA tunagawana majukumu na si uongozi Dokta Slaa anafanya kazi nyingine, wengine wako wanafanya kazi nyingine. Ndio kazi kubwa ya chama tunaoifanya. Macho na masikio ya wanachama yanasubiri, je, ni nani atakayechaguliwa katika umoja wa Ukawa katika nafasi ya urais na kupeperusha umoja huo katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu. Haji Bwegege, Azam TV, Dar es Salaam.